Naam, karibu sana wanamichezo popote pale ulipo kaskazini, kusini, magharibi, pamoja na mashariki tuweze kuzungumza michezo na burudani. Hapa ndipo sehemu pekee utakapoweza kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo, wewe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Natokea hapa katika vijiji vya Mwembeyanga, nina madhumuni tuweze kuzungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mimi niko na Mnandi wa Simba, Mnandi Jeyara, njoo hapa tuzungumze yale mambo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Bwana uko poa? Mshukuru Mungu za kwako Bwana, Bwana vipi? Naona kama mnafuraha waandishi wa habari toka jana. Ukiingia mtandaoni kila mmoja ana post anavyojua yeye. Kumbe watu wanapenda Simba iwe nafungwa tu. Yaani, kufungwa zile goli nne, yani, wanahisi kama Simba ndio imeshatolewa na wale msingizini, yani, mechi, mechi ya kwanza aka kulalamika. Mimi nawazungumzia wale wanaofanya vitu vibaya kwenye klabu yangu au ndo nawazungumzia sio kulalamika. Anaolalamika ni mtu ambaye anaongelea kitu akijui. Mimi naongelea kitu mbaya nakijua na analalamikaje kwa mfano. Nakati najua madudu yako wapi. Mbona najua madudu yako? Mimi madudu najua yako wapi. Na, ya na mwisho wake ndo nakaribia. Sasa mimi nina wasiwasi gani? Unaambiwa kuna marefu akakosa kuwa na nchi. Sasa mimi nina wasiwasi gani? Nchi ndio hiyo nakaribia kuonekana. Madudu yako wapi kwenye 4 moja kwa upande wenu? Ah, madudu kwenye nne moja hakuna madudu. Kwenye nne moja ni sehemu ya mchezo kwa sababu mechi ya kwanza tumewakanda mbili moja. Mechi ya pili umetufunga nne moja jinkana na viwanja tofauti. Umeona bwana? Na inawezekana hata kwenye rotation ya kikosi pia, ni tofauti pia. Wewe unajua golikipa jana alikuwa nani? Beki namba mbili alikuwa nani? Beki namba tatu unajua jana alikuwa nani? Kwa hiyo ile ni sehemu ya kuchange kikosi kupata festi yake eleven kuelekea kwenye mchezo wa kimataifa kwa sababu mimi naamini mzee Matatu hii mechi yake ya pili ya kutesti mitambo manake anataka kujua kikosi chake cha kwenda nacho kwenye mechi na msingizini kule Nswatini. Kwa hiyo binafsi ana mipango yake mkakati, lakini watu wengi wamedauti, kwa nini Simba ifungwe? Kwa nini Simba, timu gani isifungwe? Eh, hizo timu kubwa duniani zinafungwa, ila wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuiponda Young Africans kutoa sare dhidi ya TRA. Mimi sijawaponda yani mwele, mwele, mwenendo wao wa timu yao na kocha wao, manake wanaendelea kuonyesha ishara mbaya katoka kutoa sare na Mbeya City, wameimba nyimbo sasa, wametoa sare na TRA, hey, na ipo kwenye ligi kuu Manake na maanisha nini? Bado manake kuna muendelezo kwenda kupotea nyuma mwiko. Mie nimetoa sare kwenye mechi ya ligi. Nimefungwa kwenye mechi ya ligi. Au nimefungwa kwenye mechi ya Champions League. Sisi nimetoa sare Benjamin Mkapa afu nikakualifai kwenda. Sasa mimi napigia kelele za nini? Watu wanapigia kelele wameimba baka nyimbo. Haya wametoa sare na auti ya layu. Umesikia wamepigia kelele wamtaki foili, wamtaki foili, wamtaki Osman Bey, umewasikia? Ile wangetoa sare kwenye mechi ya ligi ile. Pale pale angekula bakola. Mimi nakwambia angekula bakola. Kama Mbeya kalisahau basi. Pale angekula bakola pale. Pale angekula bakola mpaka viatu angevisahau uwanjani. Wana famasi hala nini? Na nyuma mwiko. Sasa sisi tunazungumzia uhalisia wa timu yetu, wapi kwenye shida ili watu wakae sawa, walekebishe, wazibe mianya ili maisha yaendelee. Hakuna mtu anapenda kuwataki uongozi. Tunawataki uongozi pale tunapoona mambo hayaendi sawa. Lakini timu ikikaa vizuri, sije kama kuna mtu anaweza akakurupuka akawataki uongozi. Na hata wao wanajua sisi tunawataki kwa sababu gani? Wanajua sio wajua ile kwa sababu ya umemba wao na utashi wao ndio wanasimama kujibu shiti kama wanavyoona mtu akwambia wahuni hao. Wewe wahuni wamekupigia kula, unaweza kuwaita wahuni? Alafu kesho nataka tena kula . Nani anakupigia kula, kula? Mnayo. Nani? Anampa nani? Awaulize wenzake. Sisi tulikata viongozi saba utawala vasaveva elfu mbili na kumi na nane saba tumewakata wote. Yeye nani? Yes, kapata bahati ya ndondokela. Ile ndo ndondokela kurudi tena kwani alivorudi tena aliingia kwa, kwa, kwa, kwa kwa hajawahi na, na, na, na kufungwa nyumbani na mwalabu. Yeye ndo mwarabu wa kwanza kuifunga Simba toka miaka hiyo, au wengine wote wamefata njia National, shinda njia kuja kutufunga hapa nyumbani tinba, wakija pata ushindi sale hapo wenye matokeo ya kufungwa nyuma mwiko waliamishaga uwanja hapa na, na piramidi wakawapeleka Mwanza wakachenyetwa Mwanza kule, kule chuma mbili kwa moja. Watu wakaenda kule wakalalamika. Nani wamepeleka huko analia? Tumetumia nauli zetu, watu wakaambia pote ile pote. Umeipenda mwenyewe, kuna mtu aliyekutumia barua? Uje kushabikia nyuma mwiko. Si umekuja mwenyewe? Si waliambia kwani si walienda Mwanza 2019 au umesahau? Walifanya nini 2019? Kocha Mwinyi Zahera. Hawakupigwa chuma mbili kwa moja kule Mwanza kwenye uwanja wenye matuta mwalabu anachagua uwanja? Mwalabu uwanja wote unampeleka, kama timu huna, anakufunga, lakini kama timu unayo, hata ukimpeleka kwenye kifuu cha nazi unamweka, eh, yaani wewe kwa mwalabu usipate shida, hata kwenye kifuu cha nazi timu ambayo unayo anamfunga. Kwa hiyo sisi tunautaki uongozi wetu, tunajua kabisa autendi haki kwenye ueledi, kwenye uongozi wa Simba. Simba isha kuwa timu kubwa, viongozi waliopita 2018 mpaka sasa, tunaiona Simba iko kwenye ramani. Kama tungekosa viongozi wa ueledi ah, kama hawa waliokuwepo saizi upande wetu wa wanachama, Simba isingekuwa kwenye top 5 saizi. Simba saizi tusinge izungumza iko top 5. Simba hiyo makundi nyingi kwa shida kama hivi tu hatua ya awali tatu, wana, wana, wana level scoreboard tatu tatu, lakini wao wamepata goli nyingi nyumbani kwenda hatua ya makundi club bingwa. Gaboloni walipiga mpira. Ule. Hawa, ndio yani nilikuwa najua kabisa anacheza ndali alitopole kutoka Libya. Kumbe anacheza timu ya kutoka hapo tu Madongo Polomoka. Hasa hapo kuna mpira. Sasa kama kwa mwenendo kama atakuwa huu. Wewe nafikiri wanategemea hapo mbele kunakuaje? Ila kwa sababu ninachokiamini kwamba ile, ile ndo mechi ya kwanza kimashindano lakini pia ndo kwanza tumeanza hata ligi haijaanza. Ya yaani misuli bado haijakaa sawa. Kwa hiyo naamini kuelekea mchezo huu wa pili, Mimi naamini tu kwamba Simba anaenda kuchukua magoli yake kule ya kutosha, na anarudi hapa anakamilisha shughuli, tunaelekea makundi. Makundi kwa sababu i kuingia makundi kwetu sio story, tofauti na wenzetu, wanamaliza msimu wanaenda kwenye mkutano. na ndio na nasema kwamba kwama timu kubwa kwenye nchi hapa nyumbani nani anaongoza kwa kuchukua makombe hapa nyumbani, si ndio? anaongoza kuchukua makombe. Yeye kachukua ubingwa mara thelathini na moja, lakini tukienda kupiga totali Simba mara 22, tuweke sawa. Kati ya nani na nani, timu kubwa, Simba na Young Africa, kwa hapa nyumbani, ipi timu kubwa ambayo inachukua ubingwa mara nyingi? Ipi aa, inachukua ubingwa mara nyingi. Unamaanisha hali ukubwa. Hizo zote sio ukubwa. Ukubwa kwenye mashindano sisugumzii ukubwa aa, kwenye umri kwa sababu ukienda kwenye umri wao ni wakubwa kuliko sisi, lakini ukirudi kwenye ligi wao ndio wamechukua mara nyingi ubingwa hapa ndani kuliko sisi. Kwa sababu wewe unafichika, si uko wazi? Lakini waulize klabu bingwa, wana nini cha maana? Wana yep, nini ni... vile robo viwili, vile robo finali viwili vya klabu bingwa. Makombe 31, una vile robo viwili. Nyewe mna vingapi? Hiyo timu nyewe mna makombe mangapi? Yepi ya ligi kuu, ya klabu bingwa? Ya klabu bingwa, sasa tujawahi kuchukua ubingwa, lakini tulikaribia kunusa ule ubingwa, tushacheza semifinal sisi Tume, tumechukua ubingwa hapa ndani mara mara 22, sawa? Klabu bingwa mmegusa, tulikuwa tunakaribia ule ubingwa, tushafika semi final, na maana ukishatoka pale si finali? Oh, kafu siku hizi wana rekodi za kukaribia. Ah, sasa rekodi, kwani kwani saizi tuko nafasi ya tano kwa kigezo gani? Hivi unajua Simba walichukuliwa kwani, kwani kutoka huko tu, kama mwembe umeanguka umekaa barabarani alafu umesimamishwa, unatoa embe wewe? Shaje kuona hivi, unaanza mche mpaka unakomaa, unakuwa unaenda kutoa matunda, sio unakurupuka tu mti ukata hapo unachimika kesho, toa embe. Hicho kitu never sahau kwa hata wao haya mafanikio ambayo tunayo sisi sasa hizi ya kukaa pale kwenye mwendelezo. Wao nahisi na wao wanaweza kukaa kila hisi rais. Pale uwezi kukaa kila hisi rais. Msimu wa kwanza umetolewa kabisa kwenye mashindano na Juan Egal na nani wale? Rivers United. Sawa, msimu wa pili ndio huo umetolewa klabu bingwa kadondoka shirikisho akacheza fainali, wakaanza kutukana mamba, wakatukana mto kwamba maji hauna. Sisi sisi tunapita tu pakavu pale. Msimu unaofuata akacheza robo fainali wakaenda wakaandika barua akaenda FIFA kudai wamedhulumiwa. Au umesahau? Msimu wa tatu baada ya fainali tu, msimu unaofuata wakaandika barua, wakaenda FIFA wanadai. FIFA nayo kaleta barua tatu. Kambole anadai, kocha anadai, kuna mchezaji vibali vaka vijatimia, watu wakaficha ficha, wakafunika kombe, wakalipa hela hizo. Sawa, msimu unaofuata makundi. Wakaleta dharau kwa sababu walimpiga Beli Zidadi goli nne, wakasema aa, tunafuta na tishu tu. Kwa nini Ausi katoka Algeria? Wakajua ndio yule, yule. Kumbe wewe msialija yule Beli Zidadi tofauti, wakaja hapa ngoma pacha. Mashabiki wao, uwanja wao, ngoma pacha hapa Benjamin Mkapa. Si mashabiki hapa, mwembe makundi. Watu wakala chuma mbili. Wote kutoka pale pale Algeria chuma mbili kwa bila, watu wale wanaongoza kundi wanaenda kwenye draw na kwa kwenye poti namba moja, wao wamekaa kwenye poti namba mbili. Kwa hiyo sio kuongoza, safari la kuongoza mwisho kule ndo kwenye la sasa, nyuma mwiko waliongoza safari baadaye, hao wameshuka wakaisha makundi. Sasa tukaendelea, kumbe ilikuwa ina wauma wao kucheza finali kina nani, imetuma sisi sisi, tumeumia kwa sababu wanachezaje finali hawa? ngalau mbweze eh, hawa ngalau mbweze, kwa sababu washatolewa klabu bingwa, aondoke kabisa na msimu ule ule. Msimu unafuata kipengele cha kulisiti kipo <laughs> ah, kipo mpaka leo kipo kipekee cha kulisiti. Sasa hivi ukifeli umefeli. Eti umefeli klabu bingwa urudi shirikisho. Washirikisho washirikisho klabu bingwa klabu bingwa. Kwa hiyo hata hapo ukigongwa tu hii ya pili safari kwa baba na mama, unaenda kulia kwa mama, umesichezi kwa mama yako sio huko kwenye mashindano huko, anabaki wakubwa tu. Kwa hiyo hata hapa sasa hizi wao wanafurahia kwamba Simba wamefungwa jana goli nne basi wasichukue ule mchezo kwamba kama ndio imefungwa klabu bingwa, ile ni mechi ya kirafiki. Mimi hata ningefungwa goli 30, ningechukulia kawaida tu, ni sehemu ya mchezo, kwa sababu kocha ana test mitambo kuelekea kwenye mchezo wa kimashindano, kwa sababu ingekuwa hii break ya kimataifa hakuna pengine, kocha asingeweza kuwasoma wachezaji kwa muda huu mfupi, lakini kapata hii break, kakaa nao kambini, ka test mitambo, kapigwa goli nne. Sasa goli nne anaweza kwenda kupigwa mtu nane, huyo msingizine mpaka anaamka na kutakasha kula nane. Mimi nakwambia tunza maneno yangu, huyu kocha ana masuala, unajua yani tatu. Tatu. Mmoja hata mchora tatu kama jana kwenye mechi ya kirafiki El Hilal Mdumani wamegoma, wamechola tatu mbili, wamebadilika, wamekuja kutuchola sisi tatu nne, lakini wakawa wakijiangalia. Hao wanaokuja mbele yetu kazi wanayo. Hii ni friendly mechi, sio game ya kishindani. Hatujachukua chochote jana, hakuna maana za mechi jana, hakuna goli kipa bora jana, hakuna tuzo yoyote ilo ilituma kwenye mechi ya ngao ya jamii ya dada zetu, kwa sababu ile mechi tulitaka tuwaonyeshe wale JKT, sababu msimu uliopita wale wale tulikutana nao Ah, msimu uliopita tukutana nao, msimu uliopita tulikutana na nyuma mwiko kwenye nusu finali, wakatutoa kwenye matuta, kwenye finali wakakutana JKT, JKT kashinda moja bila kachukua ngao kwa nyuma mwiko. Msimu huu katufanya daraja tena. Katupata sisi wote msimu huu. Makajana akampata mmoja. Msimu katupata wote. Katupiga. Kampiga nyuma mwiko kwenye matuta, akikaja kwetu sisi katupiga mapema tu kipindi cha kwanza, kamaliza kamaliza mechi. Wamesikoa goli moja, goli mbili zote tumesikoa sisi. Tumeweka kwao lakini tumeweka na na kwetu wenyewe, kwa hiyo ngoma inasoma, eh goli tatu inasoma pale ubaoni, lakini mbili tumeweka wenyewe, moja tumeweka goli ni kwao moja. Kwa hiyo malaki ile, wachezaji wamecheza chini ya kiwango sana jana. Huku huku ndo huku, mechi hii hapa watu wamepata tuzo jana. Simba, nani kachukua tuzo? Simba Queens hakuna tuzo hata moja. wewe uliona tuzo kwa Simba Queens? Je, moja na mepigwa mbele na nyuma? aa aa, mimi siwezi kusema huo msemo. ile imepigwa timu ya kina mama na imepigwa timu ya kina baba hiyo umesema wewe. Mimi najua imepigwa timu ya kina mama, imepigwa timu ya kina baba. Maana yake imepigwa upande wa kushoto lakini imepigwa na upande wa kulia. Hiyo ndio ninachokijua. Kwa hiyo binafsi niseme tu kwa viongozi kwenye hili wajitathmini kwa kweli, kwenye timu ya kina mama kama tunaitakia mema iendelee kutamba kwenye ligi ya kina mama basi tunahitaji kuwa na kocha bora, kocha mwenye uwezo mkubwa. Sio kocha wa chekechea unaenda kumpeleka akafundishe form six. Yule kocha wa chekechea yule, yule, yule ata kocha wa elimu ya uzeeni na afadhali yule mengi yule wa chekechea anafundisha watoto kwa vijiti. Wewe unaweza kumfundisha ukamfundisha elimu ya watu wazima, ukaenda kumfundisha na kijiti? Mtu mzima tayari ana akili zake timamu, huwezi kumfundisha kwa kijiti, lakini chekechea anamfundisha kwa kijiti pale, herufi moja moja anasoma kwa kijiti. Muda sasa, muda mgosi apewe timu yake. Wao wenyewe sasa, kama ameamua kutumia makocha wazawa kama mgosi bado hana leseni ya kusimama, bado wapo kina Nikonyagawa, wapo kina Amri Said, Jack Stam. Eh, Watafuteni huko wachezaji wa zamani wenye leseni hizo waje wasaidiane na mgosi kama mnataka wazawa. Hawa kwanza wanajua fasafa klabu yao ya Simba vizuri tu, wamecheza Simba kwa muda mrefu, wamecheza kwa mafanikio, hata pia wana uchungu na timu yao. Sio huyu mmemtoa tu from nowhere. Si kocha wa vijana? Sasa kocha wa vijana kafundisha wakubwa wapi na wapi? Level yake ya vijana umlete kwa wakubwa? Wewe timu ulishajifunga, umefunga swala, wachezaji wamekutana wenyewe pale, ndio wanajadiliana. Baada wewe kuaita sawa, uwarudishe mchezoni umeshindwa, haya, unambadilisha position, yule alojifunga unampeleka winga. Sawa, yule winga unamrudisha eh, akacheze beki. Wewe unaona kuna kocha hapo? Yani, anatoa kofia kichwani anavaa mguuni anatoa kiatu anaweka kichwani. Huyo kocha huyo. Huyo kocha huyo. Eh, yani kama wanamsinzia, wanasinzia, ukocha uh, eh, yani huyu. Huyu hata nafasi ya pili atushiki msimu. Wallahi nakwambia, wachezaji walioletwa ni wengi wapya na wazuri, leo wachezaji wale waandamizi unaweka benchi hivi kama Densa, kuna beki pale kumweka benchi katika zile mbavu mbili toka mechi iliyopita nusu fainali, anawekwa benchi, anatokea sabu. Kuna beki gani anaweza kumchallenge kum, pale kumweka benchi? Bado sijamuona pale. Alafu yeye ndo anawaamini hao, mtu kajifunga, unamtoa unampeleka winga. Hasa ndo umesawazisha nini? Kwa hiyo lengo lako kule akafanyaje sasa? Akafunge goli lake alipe? Au ndo malengo yake kwamba akafunga goli ni kwake? Ampeleke kule pengine ata, ataweka kule ata level, kaenda kule kashindwa, kaja kumtoa dakika za jioni. Sasa mule mnakocha. Hasa bora wenzetu wana foil na tutembea kwenye matope zetu na nini? Mnakocha huyo. Kocha mule hatuna.